Mimi naongea no, tuku, <tunare> <tunare> <tuna>, okay, kwa niaba yenu. Kenya, yes. Hey. Yeah. na Tanzania tumekaa kwa amani. Yeah. Miaka mingi sana. Ni kweli? Kitu sisi tunataka ni amani ni nini amani iko hivi hii ni maandamano iko pande hii bwana wa Kenya ndo anaumia wale wapeleko amosi amepigwa tia gas akone mama haya mama huyu amepigwa tia gas akone akwa amesimama sasa wale waambiwe waache kutupa tia gas Kenya sisi ndo tunaumia ndo hivi sasa amepigwa kutoka